Kauli mbiu yetu ya mali shambani silaha mbolea, huwa tunaanza na utaratibu wa kuangalia uwepo wa mbolea kwenye maeneo yetu, kwenye maeneo ambako tunaenda kufanya hii kazi. Kwa hivyo leo tumetembelea magala mbalimbali, mbali ya, ya kuhifadhia mbolea uh, tumetembelea gala la ETG, tumetembelea gala la, YAR, ya, la premium tumetembelea gala la Frisian DRT, uh, ya Itracom pamoja na gala la TFC. Kwenye magala hayo tulikotembelea, tulikuwa tunajiridhisha uwepo wa um, mbolea kwenye, maeneo, kwenye eneo hili na tumekuta tumekuta mbolea ipo ya kutosha, na kila kampuni ilikuwa ikionyesha kwamba idadi ya mawakala ambao wanasambaza mbolea wapo wa kutosha. Kwa takwimu za kawaida zinaonyesha kwamba um, wa, wa, mawakala usambazaji wa mbolea kwenye mkoa huu uh, ulikuwa na mawakala 46, lakini sasa tuna mawakala zaidi ya 200 na 40 na kitu ambao wanasambaza mbolea vijijini kwa wakulima kwenye maeneo ya uzalishaji. Kwa hivyo kwenye maeneo haya, kwenye mkoa huu, mbolea ipo ya kutosha na, na mbolea inafika vijijini kwa wakulima kuanzia sasa. Kwa hivyo nitoe rai tu kwa wakulima wote nchini na mkoa, hususan mkoa wa Ruvuma kwamba watambue kwamba mbolea inapatikana, ipo ya kutosha kwao, wajiandae kuanza msimu vizuri, waweze kuzalisha kwa tija, na pia waweze kuongeza kipato chao na pia waweze kuingia kwenye, wa, waweze kuingia kwenye kilimo biashara. Kama tunavyofahamu kauli mbiu ya Wizara ya Kilimo ni tuzalishe kwa tija tuweze kuwalisha wengine, tujilishe wenyewe, tuweze kulisha na wengine kibiashara. Tayari tumeshaingiza nchini mbolea za urea, tuna zaidi ya tani elfu sita ambayo tunaendelea kusambaza. Tuna mbolea za kukuzia za keni, i mean mbolea za, za, za kubebeshia za keni tani elfu moja ambazo nazo tayari tunazisambaza kama mlivyojionea kwenye magala yetu na magari yanaendelea kushusha, lakini pia tayari TFC imeingiza tani elfu ishirini za mbolea ya DAP ambayo tunategemea muda wote utaingia nchini kwa sababu tayari ziko majini. Ehe, na ile ni DAP mbolea ya kupandia DAP nyeusi. Kwa hiyo tunategemea kuanzia tarehe ishirini tutakuwa na DAP hiyo. E, kwa mkoa wa Ruvuma TFC imejipanga. Tunajua kwamba mkoa wa Ruvuma ni mkoa unaoongoza au tuseme ni mkoa wa kinara kwa ulaji wa mbolea ya kukuzia. Ehe, lakini pia tuna utafiti mdogo unaonyesha kwamba kwa mkoa wa Ruvuma nao umeanza kuja juu kwa mbolea za kuoteshea kwa maana ya phosphate fertilizers. TFC uh, imejipanga kuleta zaidi ya tani elfu tatu za mbolea ya kuoteshea za phosphate kwa maana ya DAP, lakini kwa urea tunategemea kuleta si chini ya tani elfu nane kwa mkoa wa Ruvuma, na mkoa wa Ruvuma uh, ninaposema mkoa wa Ruvuma, tuna vituo viwili vya mauzo tuna hapa Songea mjini na tuna Tunduru lakini pia kwa, kwa TFC tuna mawakala wengi. Mpaka sasa hivi tumesha sajili mawakala kwa mkoa wa Ruvuma pekee yake tumesha sajili mawakala zaidi ya hamsini kwa ajili ya kusambaza bidhaa zetu yake wakulima wasiwe na wasiwasi kwamba iko e, chokaa mazao ambayo huwa inarekebisha udongo na unarudi kwenye hali yake ya kawaida. Na bahati nzuri, e, serikali imeshaanza kulifanyia kazi kwa sababu baadhi ya maeneo e, baada ya kupima udongo yapo baadhi ya maeneo yanaonekana ni kweli kabisa kwamba kuna tindikari eh, ama kwa maana ya ile pH imeshuka kidogo. Ukienda kwa mfano mkoa wa Mbinga wilaya ya Mbinga wilaya Mbinga, wilaya Mbinga uh, kuna baadhi ya maeneo tindikari inacheza kwenye tano point kwa maana ya pH sasa. Haya maeneo yanahitaji kuendelea sasa kufanya supplement ya hicho kama mazao ili kuipandisha na kufanya mazao yaweze kustawi kwa uzuri. Nashukuru kwa bahati nzuri, TFRI hilo wamelichukua na wameshaanza kulifanyia kazi, lakini naamini wanakuja na mpango kazi mzuri ambao tutahakikisha kabisa kwamba huo mpango kazi utaenda kufanya supplement ambayo itasababisha ile pH iendelee kuwa katika normal, katika hali ya kawaida. Tumeanza mfumo huu wa mbolea ruzuku, mwamko umekuwa mkubwa sana kwa maana ukiangalia katika swala la bei, kipindi cha nyuma kidogo bei ilikuwa, ina, nyanyuka sana lakini sasa hivi tangu Serikali imeweza kuweka mfumo wa mbolea ya ruzuku mwamko umekuwa mkubwa sana. Sisi maagent kama ulivyosema, sisi ndio tunaweza tukafanya mambo yakaenda, wakati mwingine tukafanya mambo ya siende. Pia sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia watu na kuhakikisha kwamba mambo yanaenda ya kwa, kwa. Kwa hiyo ya mimi nipende kuwahusia mawakala wenzangu eh, hii zamana tuliyopewa ni kubwa eh, tunapozungumzia kilimo maana tunazungumzia chakula chakura. Kwa hiyo ni vyema tukajikita katika kufanya kilichokuwa bora, sababu hiki chakula, hizi mbolea naweza mimi nikauza leo lakini hayo mahindi naenda yanaenda kulimwa huko na mimi pia nakula kile chakula pia. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba mbolea tunazouza ni mbolea nzuri eh, zisiwe mbolea za, za, ambazo zimeshapita muda wake pia eh, tuhakikishe tunauza mbolea ambayo ipo ndani ya muda lakini pia tufuate taratibu. Ongeza mavuno kwa matumizi sahihi ya mbolea.